Ni kukaribishe tena mdau katika kipindi chetu cha michezo, na ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa moja kati ya wanafamilia ambao habari zote za kimichezo na kiburudani zitakuwa zikifikia popote pale ulipo, na pia ni kukumbushe kuweka maoni yako kwa njia ya komenti kwenye video zetu punde tu zinapokuwa zimeweza kukufikia. Muda mfupi baada ya kufanyika kwa droile ya michuano mipya ya Africa Football League, timu ya Simba ikijikuta ikipangwa kuvana na timu ile ya Al Ahly ya kule nchini Misri, kocha wa timu hiyo Roberto Oliveira Robertinho aliamua kukaa na nyota wawili wa kimataifa kutoka kule nchini Zambia, Cleotus Chama pamoja na Moses Phiri wa Zambia, na wa hao waliteta na Robertinho kwa ajili ya kutaka kujua uimara na udhaifu wa Power Dynamos ambao watakutana nao kwenye mechi za raundi ya pili za ligi ya mabingwa Afrika kati ya Septemba 16 na Oktoba mosi kuania tiketi ya kutinga makundi ya michuano hiyo kwa msimu huu wa 2023 2024. Kutoka katika chanzo kimoja cha habari, kocha Robertinho alikaa mezani na mastaa hawa wakitaka wampe mkanda mzima kuhusu Dynamos ambao licha ya kucheza nao kwenye mechi ya kilele cha tamasha la Simba Day kifunga mabao mawili kwa bila, lakini kwa sasa wanakutana nao kwenye mechi ngumu ya kuamua hatima yao kimataifa msimu huu. Taarifa hizo zinasema Phiri na Chama walimfichulia kila kitu juu ya timu hiyo waliowahi kuvaana nayo wakati wakicheza nchini humo na kumwambia awaachie msala wao, kwani kazi itakuwa nyepesi tofauti na presha aliyokuwa nayo kocha huyo. Mastaa hao walimweleza Robertinho mambo mengi, kuanzia aina ya maisha ya Zambia, wakamchambua mchezaji mmoja mmoja wa Dynamos na kisha wakamaliza kwa kumuomba awape wa nafasi kwenye mchezo huo wani wanauchu wa kuonyesha ubora wao wakiwa kwenye ardhi ya kwao jambo ambalo kocha aliafiki. Pia kocha huyo hakuishia kuchukua madini kwa Chama pamoja na Firi ila aliamua kuangalia mikanda ya video ya mechi ya Dynamos za hivi karibuni akiwa sambamba na wataalamu wengine wa benchi wakiongozwa na video analyst wa timu hiyo Mzimbabwe Calvin Mavunga na kubaini mambo mengi ya kiufundi. Robertinho alithibitisha katika chanzo hicho kufanyika kwa mambo hayo kambini na kusikiza ni wakati wa Simba kuonyesha ukubwa wake kwenye ligi ya mabingwa Afrika kabla ya kugeukia michuano mipya ya Super League. Robertinho anasema, tunajiandaa na mechi zijazo lakini kwa sasa tunaangalia zaidi mechi ya Dynamos. Tumepata muda wa kutosha kufanya utafiti kuhusu timu hiyo kwa kutumia wataalamu wetu na vyanzo vyetu mbalimbali na tumebaini ni timu nzuri na yenye ushindani zaidi hususan inapocheza nyumbani lakini Simba ni timu kubwa na nadhani huu ni muda wa kuonyesha ukubwa wa timu hii uwanjani, alisema kocha huyo Roberto Oliveira Robertinho, kocha ya timu ya Simba Sport Club. Chama alipoulizwa pia na chanzo hicho, alikiri Dynamos ni timu yenye msuli mkubwa na ushawishi nchini Zambia, ila yeye na wenzake wamejipanga vyema kwa ajili ya mechi ya kwanza itakayopigwa Septemba 16 kabla ya kurudiana nao Oktoba mosi jijini Dar es Salaam. Chama anafunguka, Dynamos ni timu niliyoipenda sana mwaka 2009 hadi 2011, ilikuwa moto kama Barcelona ya enzi hizo, na niliwahi kucheza kama miezi sita kabla sijatua kule Zesco, Timu nzuri ndio mabingwa wa Zambia. Tumewahi kucheza nao, lakini wakati huu itakuwa kwenye mtoano, hivyo naamini itakuwa na mechi nyingi nzuri na tutawapiga, alisema Chama aliyejiunga na Simba mwaka 2018 akitokea katika timu ile ya Lusaka Dynamos, 21, ya Lusaka Dynamos, kisha mwaka 2021 akajiunga na timu ile ya RC Bekanes ya kule nchini Morocco, lakini mwaka jana alirejea katika dirisha dogo na kukutana na Moses Phiri aliyejiunga msimu uliopita akitokea katika timu ile ya Zanaco pia ya kule nchini Zambia. Ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele.